Hii ni sehemu tumebeba kitu cha, cha kitaifa. Eh? Tumeito kuinua misingi ya vizazi vingi na vizazi ambavyo amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu 31 Desemba 2025. Unajua wakati wakati tunaanza tuna huu tuna mwaka, hatukufikiria yani, hatukuwaza kama huu mwaka ulikuwa na haya mambo. Na Mungu katika hekima yake hakutuonyesha. wake Mungu alikuwa anajua hawa watu nikiwaonyesha, ambao watakuta mwaka huu eh, wanaweza wakaacha hata huduma wakasema, Mungu ah, hapana. Eh, tunajua tu hiki ni kipindi kifupi cha kitu kikubwa ambacho Mungu ameweka mbele yenu lakini zaidi sana mbele ya mbele ya kanisa. Namshukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wa Mungu, uh, malaika wa nyumba hii, the set man of this, of this house this, this residency Pastor Joseph Makindi eh, tuliona kwenye, tunafuatilia tunafuatilia pastor, sisi, tunafuatilia, hongera, pastor. Unaona mwaka huu umeamua. Hapo. <laughs> Eh, kina Yusufu watu hatari, eh, yaani, na yote haya wakasema haiwezekani, huu huu mwaka huu huu eh, aka tumefurahi kweli eh, Shalom, Karen, ongera. <laughs> Yes, nimefurahi sana ku, kushuhudia although ni online uchumba wa wa mtumishi wa Mungu Pastor Makindi na Karen Mrema. Watoto pia walifurahi sana Dada Kare, dada Kare ngambia yeye ndo mama yenu huyo, sasa anakuja. <laughs> Yes. Uh, namshukuru Mungu kwa ajili ya pastor wetu wa ABC Global Msewe Pastor Jordan Makatage. Hivi Pastor Jordan Makatage amewapa habari njema? lakini mimi nimepewa habari njema nyewe, amewapa. Umewapa watu habari njema Pastor? Asi. Hajasema? Kwa nini sema kwa niaba yako au? Mimi kanipa habari njema akaniambia, mama sasa hivi mimi ni baba <laughs> nina kijana sasa, nikabidi niulize ni, ni, ni kwamba Pasta, umemshawishi pasta huyo mtoto ampe jina lako, kwa nini mtoto anaitwa Joseph, haya eh? <laughs> <laughs> Unabidi ujiandae na baasha, umechukua jina la watu. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako, yes. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake Pastor Nicholas Chiduo Yes eh, simama basi, simama eh, simama, yaani watu wawili msimame eh? <gibu> Ah, yaani hata sasa hivi naona coordination ya nguo ulizovaa, naona nguo alivyovaa sasa hivi yani zina- zinaeleweka eh, zimenyoka nini <gibu> ah, kwa kweli kitu chema Yes, hongera sana kwako na Catherine, nimefurahi sana yes, naona mlifanikiwa. Mungu ni mwema, ni mwaminifu. yaani mlivyokuwa mnaonekana kwenye zile picha za harusi, ukiambiwa hapo siku mbili tatu zilizopita yaliokuwa yanaendelea, uwezi ukafikiria yaani, there was the special covering and anointing of God. hongereni sana, nawapenda sana yes, yeah. tuna baba yetu hapa Ka, ka, kaka yetu mkubwa kwa umri kakaenu ka, mkubwa kwa umri Pastor John eh, Pastor John John Juma eh, eh, eh. Kwenye WhatsApp yangu nimeona picha zile ah, mama yuko wapi? Eh, mmekuwa vijana eh, mnang'aa mama anatabasamu eh, eh, ongera sana, pastor ongera sana s yes. Ah, mwingine hapa tunaye apostle tuna tuna tuna mapostol kadhaa, tume- -tumebarikiwa. ABC Global tuna maposto kadhaa, mmoja wetu yuko pamoja na sisi eh, wa ABC Global Moshi, Aposto Kipangula, yes, karibu sana, nimefurahi kukuona. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya pastor wetu ABC Global Tabata eh? Nilimwambia nilikuwa na chat na Makindi wakati unafundisha, ananiuliza mama, nje nikuchukue saa ngapi? na chat naye anamwambia ah, yani Pastor Filipo ananikosha kweli yani. <laughs> ah. Pastor Filipo nakupenda. Uh, mnaendeleaje wewe na binti yangu, yuko wapi? Hatua zinaendeleaje? Aha, mwezi wa pili tarehe saba. Ah, hiyo kwa kweli Mungu akinipa aki, aki, aki, aki, aki kibali lazima nije. Eh, lazima nije. Yaani, nyumba yako hmm, aitakaa ikakosa umeme. Manake unajua mmoja wa watu ambao kila mwezi wananitumiaga sadaka ya umeme kwa ajili ya nyumba yangu ni, ni Pastor Catherine Mwakapila eh. Sasa sijui ndio hicho ulichokiona ukaona, ah, kwa kweli Mungu, mimi nataka mwanga siku zote kwenye maisha yangu. Kwa hiyo <laughs> Catherine ananifaa <laughs> haleluya. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa ajili yenu wote, wachungaji wote wa IBC nawaona. Sasa naona nikiendelea niki hapa mambo yatakuwa mengi. Namtukuza Mungu kwa kwa ajili yenu.